Na hivi sasa kama tulivyokujuza, tuko katika maeneo mbalimbali mbali ya nchini Tanzania na tupo hapa Daressalam, maeneo ya Sinza. Mwandishi wetu Jackson Mwanuzi, karibu sana, utujuze kile kinachoendelea hapo Sinza. Asante sana Elizabeth Mramba kutoka hapo studio, ninawapata vizuri kabisa. Mimi niko hapa Sinza Mawela, Dar es Salaam ambapo mgombea wa chama cha Makini Costa Kibonde anakuja kutimiza haki yake ya kupiga kura kama ambavyo ilivyo kawaida, na tumefika hapa, hali ni shwari kabisa, mambo ni mazuri na taratibu za kupiga kura zinaendelea. Na yeye sasa ndo anaingia hapa kwa ajili ya kutimiza huo wajibu wake, kama unavyoliona gari lake linaingia hapa, anakuja kwa ajili ya kuhakikisha basi anatimiza hiyo haki na mambo yanakwenda vizuri, na watu wengine wanaendelea na shughuli zao za kupiga kura.